Tufungue Mathayo sura ya saba. Katika sura ya saba mstari wa 21 imeandikwa, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Neno fanya linajumuisha kanuni, amri na sheria fulani ambazo lazima tufuate. Sivyo? Yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu ataenda wapi? Wataingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu alizisamehe dhambi zetu zote naye akatupa sikukuu takatifu ya agano jipya iitwayo Pasaka. Alipokuwa anatoa mkate alisema huu ni mwili wangu, na alipokuwa anatoa divai alisema hii ndiyo damu yangu. Na nyuma ya maneno haya akatoa ahadi nyingine. Katika Yohana sura ya 6 mstari wa 54, inasema mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao wana nini? Uzima wa milele. Kwa nini Mungu alisisitiza uzima wa milele hapo? Kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni ulimwengu ambapo hakuna mauti, mtu hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni akiwa na mwili wenye kufa. Kwa hiyo Mungu ametuahidi uzima wa milele mapema kupitia Pasaka hapa duniani. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Mwili na damu yake vinawakilisha nini? Je, si mkate wa Pasaka na divai ya Pasaka? Wale wanaokula mkate wa Pasaka na kunywa divai ya Pasaka, yaani mwili na damu ya Yesu, wana uzima wa milele na watafufuliwa naye siku ya mwisho. Lakini ikiwa hawali mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hawana nini? Imeandikwa kwamba hawana uzima. Basi leo, mahali ambapo ukweli wa Pasaka ya agano jipya haupo, hakuna uzima. Waliondoa Pasaka na kila kitu kiitwacho uzima. Walakini, je, hakusema mkila mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake mtakaa ndani yangu nami ndani yenu nami nitawapa uzima wa milele. Ahadi hii ni nini hasa? Ni Pasaka ya agano jipya. Baba na Mama wametupatia mafundisho ambayo hata malaika wa mbinguni wanatuonea wivu. Msiachukulie maneno haya ya kweli yenye dhamani kama yasiyofaa. Badala yake, hebu tuwaendee majirani zetu na kila mtu anayetuzunguka kwa heshima, si tu kusema njoo tu na ule mkate na kunywa divai bali tukiweza kueleza wazi kwa nini ni muhimu kufanya hivyo. Ni lazima sote tuwe watoto wa Sayuni wanaojua jinsi ya kueleza kwa ufasaha sababu hii. Kwa njia hii, hebu tujitahidi kuwa wafanyakazi wa Mungu wanaoshiriki kwa nguvu kusudi kuu la Baba na Mama la kuwapenda na kuwaokoa wanadamu. Nikitumaini kwamba sikukuu ya Pasaka ya agano jipya inaweza kuwa tukio lenye neema linaloadhimishwa na watu wote ulimwenguni kote, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana e.